Kariakoo ni sehemu muhimu sana kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo hata sisi pia tunapofika hapa ni kuwathibitishia kwamba serikali itaendeleza ushirikiano mkubwa ambao tunao sisi pamoja na wafanyabiashara wa Kariakoo kupitia uongozi wao wa Jumuiya ya Wafanyabiashara ya Kariakoo, lakini vile vile nimemsikia mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa Kariakoo juu ya ya mashaka yake kuhusiana na biashara ambazo zinafanywa na wageni. Ndugu zangu, ni yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye ametuagiza sisi wasaidizi wake kuhakikisha tunalinda biashara za wazawa kwa nguvu kubwa sana. Na nataka niwakumbushe, mwezi wa saba mwaka huu tulipitisha sheria kanuni zile ambazo zinaelekeza ni biashara gani hazitakiwi kufanywa na wageni. Nataka niwahakikishie, maelekezo ya Mheshimiwa Rais sisi tumeyabeba kwa uzito mkubwa sana. Jambo hili tulishaanza kulifanyia kazi na tunaendelea nalo. Tunataka tuhakikishie mambo mawili: la kwanza, tutaendelea kulinda biashara za wazawa kwa wivu mkubwa sana. La pili ambalo tunataka tuhakikishie, kanuni zile zimefanya kazi kwa takribani miezi sita. Tumeanza utaratibu wa kuzifanyia mapitio pamoja na wadau wetu, ili kuweza kuona kama zina marekebisho, basi tuendelee kuzirekebisha kama kuna mapungufu tuendelee kuyafanyia kazi ili kuhakikisha ulinzi tunaouweka kwa ajili ya biashara zilizotengwa mahususi kwa ajili ya wazawa basi unaendelea kuimarika. Lakini nafahamu wapo watendaji wachache ambao wanatujaribu. Tulishaweka mazingira na tulishaelekezana ni mambo yapi yanatakiwa kufanywa na wazawa na ni mambo yapi yanatakiwa kufanywa na wageni. Hatutavumilia na hatutakubali maswala kama hayo yanapofanyika. Kwa hiyo nitoe onyo kwa wale ambao wanahusika hususan ambao wako moja kwa moja kwenye wizara yetu ya biashara ya viwanda na biashara, tufanye kazi zetu kwa weledi, tuwasaidie Watanzania, tusaidie wafanyabiashara. Mambo haya tuliweka sisi wenyewe ili kulinda mazingira ya kibiashara kwa taifa letu na Watanzania. Kwa hiyo ni jukumu la kila mtendaji kuhakikisha tunayasimamia na kuto kutumia mianya kwa ajili ya kujinufaisha ama kuwanufaisha watu ambao hawatakiwi kunufaika na mazingira ambayo tumeweka kwa ajili ya wazawa ni wahakikishie tutawapa ushirikiano wa kutosha, na tuna, tutahakikisha pale ambapo kazi ilianza, basi pale pale kazi itaendelea.